Kinagaubaga. Na karibu sana msikilizaji wa Deutsche Welle pote pale ulipo. Mimi naitwa Mohamed Khalef na hiki ni Kinagaubaga. Leo tunazungumza na makamo mwenyekiti wa chama tawala nchini Tanzania CCM, Bwana Stephen Wasira, baada ya uchaguzi kumalizika na yote amba mejiri, ambayo yamejiri, ambayo yameilazimisha serikali kwa sasa kuanza kuandaa mazingira kurekebisha hali ya mambo vile ilivyo. Bwana Wasira, karibu sana kwenye Kinagaubaga asante. Uh, sana kushukuru sana. Labda tuanze na hili la karibuni kabisa. Uh, uchaguzi umemalizika hmm machafuko yame, yameonekana nchini Tanzania. Hatimaye uh, rais Samia ameamua kutangaza tume ya kuchunguza matukio haya. Yepi maoni yako binafsi kuhusu kuteuliwa kwa tume hii ya uchunguzi? Kwanza kwanza, kabla sijazungumza kuteuliwa kwa tume, ni vizuri niseme kwamba hali ya machafuko iliyotokea inapewa majina mengi sana. Wengine wanasema ni maandamano wengine wanaita maandamano lakini mimi kwa kweli sikuona maandamano, mimi kwa kweli niliona machafuko uh, tu kwa sababu maandamano huwa uh, ni kitu organized kwamba mtu, watu wanajulikana wanatembea, wana, wana maplacards wanaonyesha wana mahitaji yao ni nini. Mazingira niliyoyaona yalikuwa ya watu wanaingia mtaani wanapora vitu wanachoma miundo mbinu, eh, wanachoma eh, banks na na kadhalika na kadhalika hasa yale kwanza, mimi siamini kama ni maandamano, lakini hayo ndio yaliyotokea, na hayo unayo yauliza ni matokeo ya hayo yaliyotokea. Unakusudia uh, uliona machafuko, uliona pia na mauaji? E, sikuona mauaji wakati inatokea. Mi nilikuwa Mwanza, mi nilikuwa Mwanza. Mwanza unapajua. Nilipokuwa Mwanza niliambiwa katika eneo linaitwa Kisesa watu wanatembea na wameenda kuvunja ATM nadhani, wakameneji wakachukua pesa zilizokuwa mle. Watu wa benki waliniambia wamechukua 80 million shilingi zilizokuwa kwa ajili ya wateja wakati wa sikukuu. Turudi katika hali ambavyo ilijiri. Uh, iwe yalikuwa maandamano halali, hayakuwa halali, amefanyika vipi, lakini matokeo yake ndo ambao tunayozungumzia sasa. Mzee Wasira, watu wameuawa. hmm. Si kidogo video ambayo mm -hmm. zinasambaa mm -hmm. mitandaoni zinarushwa vya habari zinathibitisha kwamba watu wengi sana wameuliwa. Hii ndio hali ambayo mnao Tanzania hivi sasa, ama sivyo? Au hata hilo hamkiri kwamba ah, mauaji yametokezea makubwa? Mimi siwezi kusema watu wengi kwa sababu rais ameunda tume, na sisi tunangojea tume ili ifanye utafiti, kwa sababu mitandao ya kijamii marafiki yangu, ina mambo kweli. <laughs> ina- inatoa kila mtu ni mwandishi wa habari katika mitandao ya kijamii. Mlizoea kuitwa Tanzania kisiwa cha amani katikati ya bahari ya machafuko, na wengi wanajiuliza Tanzania ilifikafikaje katika hali ambayo ilifika tarehe ishirini na tisa Oktoba na kuendelea siku kadhaa baada ya hapo. Mlifikafikaje Mzee Wasira katika hali kama hii, katika maelezo ambayo rais ametoa, ametaka tume itusaidie kujua tumefikafikaje hapo. Sasa ukiniuliza mimi tena nitakuwa nafanya kazi ya tume. Tuache tume ifanye kazi yake, ituambie tumefika fikaje hapo mm -hmm. Nani amehusika? Nani ame finance? Kwa sababu kuna mambo mengi ndani ya, ya, ghasia zile. Miongoni mwa ukosoaji wa kuundwa kwa tume hii umerudi katika hali mfano wa hii ambayo imetokezea takribani miaka ishirini na tano ishirini na nne iliyopita visiwani Zanzi mwaka elfu mbili na moja ambako mauaji pia yalitokezea makubwa sana dhidi ya raia na Rais Mkapa wakati huo aliunda tume ya Hashimbita na ilikosolewa hivi hivi na ukosoaji ambao wametokezea hivi sasa kwamba ni kesi ya ngedere kumkabidhi nyani. Unasemaje kuhusu hili Mohamed? Ngoja nikwambie, tatizo hapa ni tatizo la kuaminiana. Naam, huwezi ukasema majaji wale, Jaji Chande Othman au jaji mkuu mstaafu Juma, wote majaji wastaafu katika mazingira ya nchi yoyote, hawa ni watu ambao wanakuwa trusted na jamii niwa walitakiwa waaminiwe na wanatakiwa waaminiwe. Lakini kama wewe huwataki, utakuwa wewe ndio unataka kuteua. Lakini katiba ya Jamhuri ya Muungano inampa mamlaka rais kuteua, na watu waliona wanaweza kusaidia, sio kumsaidia yeye, kuisaidia jamii kujua kilitokeaje vizuri. Uh, Mzee Wasira, umetaja swala la kuaminiana. Manake kuna kuna, kupo, kuna kupotea imani baina ya watawala na wanaowatawala wananchi, kwa maana hiyo, na ndio swala likaja pale mwanzo kwamba mmefikafikaje kiasi cha kwamba uh, wananchi hawana imani uwa, na mifumo mba, ya nchi. Serikali imepoteza imani ya wananchi, ila kuna viongozi wa chama cha siasa, tena si vyote, ni chama kimoja tu ambacho kimekua pale, kimekataa uchaguzi, kimesema kitazuia shindwa kuzuia uchaguzi, uchaguzi ukafanyika, ikaona ghasia ndio inakuwa solution. Sasa tuache tume ituambie, itatuambia tu. Na nani amehusika, nani amehusika amefinance. Ni kama kwamba tayari ushakuwa na majibu, mzee Wasira, wa nini kimetokezea, maanake unataja chama cha kisiasa ambacho a na msimamo wa kuto kushiriki uchaguzi, ni hicho chama kwenye mitandao ya kijamii ndio kimesema hakitambui tume, ndio maana naona ni kijibu kabla hujaniuliza. E, manake pia nimesikia katika hadidu rejea ambazo mheshimiwa rais amezitaja mojawapo ni hizo kuangalia kauli za vyama, amezitaja mfano wa kauli hizo. Pia ndio maana nikasema pengine mashaka ambayo wanayo watu kwenye uteuzi na, na, na, na wa tume ya uchunguzi ni kwamba rais anateua tume ambayo tayari yeye mwenyewe anadhani kwamba ana majibu yake ya tayari mkononi. Hapana, marais angekuwa na majibu yake asingeteua tume si kwa sababu ya kuhalalisha majibu yake ambayo anayo. Watu ambao ni neutral, si wanachama wa chama cha siasa, wale ni watumishi waaminifu wa, wa, wa umma, amewatuma sasa. Kama watafanya kazi yao vizuri kulingana na hadidu za rejea na watatoa ripoti, basi jamii ingelisubiri kwanza walete ripoti. Kama wanadhani ripoti ile haitoshelezi au imewasema watu ambao hawahusiki, hapo ndipo tutajadili. Lakini tunazungumzia katika nchi, Mzee Wasira Mzee Wasira, katika nchi ambayo mifano imeonyesha huko nyuma, hata viongozi wa taasisi ambazo zinavyotakiwa kama unavyosema, nami nakukubalia kabisa kwamba wanatakiwa waheshimiwe na waheshimiwe kwa sababu ya nafasi zao, lakini walikuja baadaye wakawa ni sehemu ya mfumo wa utawala, hata urais wa kupitia Chama cha Mapinduzi, mfano kama alivyokuwa yeye Augustino Ramadhani marehemu, pamoja na viongozi wa kijeshi na viongozi wa, na kadha wa kadha ambao wamejitokeza baada ya utumishi wao kuwa ni wanachama na wanapigania uchaguzi kupitia Chama cha Mapinduzi, utataka je, watu hawaamini wa katika hali kama hiyo Mzee Wasira? Watu wapi ambao hawaamini? Wapi upinzani? Hata wapinzani ambao hawaamini kwamba, unajua unajua problem ya wapinzani wa Tanzania, mm -hmm. wanapinga kila kitu, ndio problem, kila kitu hata hata wakiwa na mifano ya wazi, wakiwa na mifano kwamba huyu jaji, jaji wa mahakama kuu au jaji mkuu ametoka katika ujaji amegombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi. Huyu alikuwa ni mkuu wa tume ya uchaguzi, amegombea baadaye katika Chama cha Mapinduzi. Huyu alikuwa ni mkuu wa polisi hmm. au alikuwa ni kiongozi hmm. wa jeshi baadaye ameteuliwa kuwa no, no, no. kiongozi wakis, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana wa kisiasa. Bado nadhani kwamba imani yao kutokuamini mfumo ina hiyo, ina mashaka hata uh, wangekuwa wamegombea kupitia upinzani, wasinge wasema tatizo lao ni kuwa waligombea. Kwanza ni raia wa nchi hii, kwa kiwango fulani wana haki ya kugombea, na wangeweza kwenda kugombea. Na kuna majenerali wa, wa kijeshi wamewahi kugombea ubunge kupitia opposition. na wajawasema, kwa upande wa chama chako cha Mapinduzi, lipi somo ambalo mnaondoka nalo baada ya yote haya? Mmejifunza chochote kile? Of course, sisi ni chama cha siasa sisi ni chama ambacho wakati wote tunajifunza, na katika kikao chetu cha kwanza kwanza tume, tumelaani e, ya, ya, ya, ya, ile ghasia iliyotokea, lakini vilevile tumejituma kwamba tutajifanyia tathmini sisi wenyewe kujua kitu gani kimetokea na tufanye nini kwenda mbele. Naam, mpenzi msikilizaji, ni mzee Stephen Wasira, makamu mwenyekiti wa chama cha Mapinduzi nchini Tanzania. Mzee Wasira, kushukuru sana kabisa kuungana nasi. Asante sana, kushukuru sana. Asante sana kabisa. Basi msajili wetu, na kushukuru pia kwa kuwa nasi, na kwaheri hadi mara nyingine.